Karibu sana mtazamaji wa 69 Media TZ, mimi ni Sami Baby, ni siku nyingine tena tuko hapa lakini, kubwa zaidi, ili huwe mwanafamilia bora kabisa subscribe, bonyeza alama ya kengele. Mimi niko hapa lakini siko peke yangu, nadhani sura hii sio ngeni kwako. Huyu anaitwa King Mzee Wembe, ni mmoja kati ya watu ambao walihusika na mamoja nyingine kipindi ambacho Wastara alikuwa akipitia mapito. Na huyu ni mtu wa karibu na Wastara, ameishi na Wastara. Kwa hiyo tunazungumza naye na na mengi hapa, kubwa zaidi ni kile ambacho kinaendelea mitandaoni kuhusiana na mpenzi mpya kwa <laughs> ndugu yake. Kwanza mambo mambo, poa, namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa mm. niko salama kabisa. Happy New Year, hatujaonana toka mwaka jana bwana hapa e, mwa, Happy New Year ni njema mm. sana na ni zaidi mm. kwa sababu Mungu ametuwezesha mm. ametupa nguvu mpaka leo, mimi niko mzima kama hivi tunavyoonana mwaka huu 2026 mm. ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, uhai, maisha yanaendelea vizuri mm. Mungu anasaidia ya. Dada yetu anaendelea vipi huko? Dada yetu bwana, namwona anaendelea vizuri japo usijiasanee muda mrefu, lakini namwona sasa hivi amepata penzi jipya, penzi shata shata, penzi kacholi, kapata nyonga mkaliaini. E bwana kuna, yeah, kuna video ambayo ime, ime trendi ikimwonesha Wasala alikuwa akifanya interview lakini wakati akifanya interview akawa anazungumza na simu mm. akawa anazungumza na Dudu Baya mm. na maneno ambayo alikuwa akizungumza ni maneno ambayo kabisa, yani ya wapenzi, I love you, I love you too. kwa upande ya ya mm. wako kama mtu wake wa karibu hivi, unalizungumziaje? Mimi kiukweli kama mm. mimi mtu wake wa karibu na Wastara mm. mimi ninaona labda Wastara, kuna ule msemo wanasema Waswahili mm. itakuwa ni nia tu ya kwamba yeye ana upuilu Yani, ana upwilo wa Wastara kwa sababu wanaume wako wengi sana, a aende kumtamani Dudu Baya, kuwa na Dudu Baya. Wanaume wako wengi, kwani Dudu Baya wa nini? Yaani wanaume wako kibao, kwani Dudu Baya sio mwanaume? Dudu Baya ni mwanaume sawa, lakini kwa ile, na nikashifa zake ugo ugomvi, hmm, mimi mwenyewe nisinge mshauri Wastara atembee na awe na mahusiano na Dudu Baya, lakini Dudu Baya ni mwanaume, anafaa kuwa kuwa mume, anafaa kuwa baba. Ah, nafaa, lakini yule anabidi apate mwanamke ambaye ni mgomvi mwenzio ambaye anaweza kupigana ngumi muda wote ndani. Wewe kama mtu ambaye umeishi na Wastara, naelewa kwa, yeah. kipindi fulani yeah. kwani umemsoma, Wastara ni mwanamke ambaye anatakiwa kuwa na mwanaume design gani? yaani anatakiwa mwanaume wa kumkea, mm. anatakiwa mwanaume mpole, mm. anatakiwa mwanaume mswali suni, yani mswala tano. Wastara ana swali sana eh, ni mtu mbaya anaswali sana. Yaani anazingatia sana masaa akifika, ee anajifungia kwake ndani anatia uzo anaswali, mm. ni mtu anayependa sana dini lakini Wastara alizungumza miki mmoja wapo akazungumza kwa kwamba Dudubaya ni mwanaume kipekee na vitu vingi amemuonesha sawa, naje ni vitu vingi amemwonesha. hmm. je Dudubaya yuko tayari kusilimu? maana yule Dudubaya so, so Mkristo ni Muislamu, anaitwa hmm. Godfrey Tumaini Msukuma kutoka Mwanza pale, apenzi upofu king mapenzi upofu. lakini hmm. kama wataishi bila kufunga ndoa hmm. itakuwa sio mke halali, atakuwa amefanyaje, wanazini yani watakuwa hmm. Hawajaoana rasmi metakuwa na zini wao. Oh, wanatamani sana Dudu Baya na Wastara wafunge ndoa, wanatamani wafunge ndoa, lakini Dudu Baya mm, asilimu dini siyo kwamba Wastara ndo wafuate dini ya mwanaume. Sidhani hapo kama mm. familia wa Wastara itakubali mwana wasa, wa, familia Wastara Familia mm. wa Wastara ni watu wa ni watu wa dini sana. Sasa kama wataweza kukubali mm. mwana, mwanaume mwanamke afuate yani mm. Wastara abadilishe dini. Sidhani kama itakuwa ni Sizu, sizani kama inawezekana hiyo. Kwa hiyo unadhani kwamba katika mahusiano ya Wastara na Dudu Baya, familia ya Wastara, sababu ni mtu ambaye unawafahamu, wanaweza kutia ugumu kidogo? Wanaweza kutia ugumu kidogo? Wanaweza kutia ugumu ili Wastara asibadilishe dini kumfuata mwanaume. Inu, kwa sababu wao ni watu wa dini. Ni watu wa dini sana. Ni watu wa dini. Na wewe ukiangalia, ukimwangalia Wastara, ukimwangalia Dudu Baya, unadhani hapo nani ambaye ana mapenzi ya kweli kwa mwenzake? Hapo mimi naona mtu mwenye mapenzi ya kweli kwake mm -hmm. Naonekana ni kakaa muda mrefu toka Sajidi amefariki mm -hmm. ni miaka mingi amekaa mpaka mwenyewe, kuna video zingine kwa naona interview anaojua, mm. Anambia mimi natamani nipate mtu wa kuwa naye karibu, unaona, yeah. Mm. Napiga naye story, mm. Tunalala pamoja, tunaamka pamoja, yani ashakuwa na ule ashakuwa na uhitaji, mimi nishakuwa na uhitaji, mimi wa wasao na uhitaji wa kuwa na mtu. Sasa ndio maana unaona, mm. Anahangaika, anapata shida, ndio hiyo Dudubaya. Sasa ambaye yeah. Wewe kama kama <coughs> shemeji mtu au kama mtu wa karibu wa sala, unampinga Dudubaya? Ah, mimi nampinga sana Dudubaya, yani toka kipindi kile na mm. Namsikiliza anagombana kila Mr. Nice, yani yeye ya ni ngumi mkononi yani. Lakini hayo ni mambo ya nje kama msanii huenda pia akiwa ndani na wa wastara akabadilika. Ah, sidhani, sidhani. Mm. Kama pia alikuwa na mtoto wake anaitwa Wile yule. Mm. Alikuwa ni Wile yule mpaka kumlea kwake ilikuwa ni ngumu mpaka mtoto akaenda kuuza mihogo huko Bichi. Mpaka baada ya kuongelea ongelea ndo akajifanya aenda kumchukua kumsaidia. Mm. Eh. Sidhani okay. Kama ni baba bora Dudu Baya mimi napinga. Kama Wile wenyewe mtoto wake kabisa alikuwa anamnani, anamshindwa kumnani kum, kumpa upendo mtoto wake, mm -hmm. Mpaka anaenda kuuza miogo bichi, mtoto wa Wastara mm -hmm. Hata kwa sasa ni kama atalea watoto wawasamawasaa na watoto tayari wakubwa mm -hmm. Eh, kama wataweza kukubali kumpokea kaba baba wa kambo mm -hmm. Basi wampokea, lakini sioni kama ni mtu akua na dada yangu vizuri akam, akam, akamwendo yani kwa jinsi Wastara anavyotaka mm -hmm. eh lakini uh, maneno yamekuwa mengi mtandaoni, watu wakizungumza labda penzi hili ni upepo tu unapita, labda kuna kiji kiki fulani. Unafikiri kwamba penzi hili la Wastara na Dudu Baya ni kiki ama ni kweli, watu wameamua kupendana na kuweka mapenzi yao wazarani? Pia inaweza kuwa ni kiki. Mimi nizungumze hivi, inaweza kuwa ni kiki, labda Wastara ameona asikiki mm. Baada ya kufanya matukio matukio kadhaa, anaweza kuwa anafanya vile ili asikike mm. Hili hawezi kuongereka. Unajua wasanii wa bongo wanaishi kwa kiki sana msanii wa bongo kama Wastara, kipindi kile ulimuona, anakuambia yeye anaumwa sio nini, anaomba msaada mm. akapata watu wakamsaidia, waka, waka watu wakampa msaada, watu hao hawaawa akawatendea mabaya mm. Pia ile inaweza kuhisi ni kiki, wanatafuta kiki tu, siamini kama ni kweli, pia eh inaweza kuwa kiki <laughs> watafute wana kiki, wanatafuta kiki. Watu ni watu ambao ni wanaopotevu, wanatafuta kurudi kwenye game. Huyo Dudu Baya mwenyewe mm. Toka memba si nyimbo gani ya mwisho sikumbuke hata vizuri mm. Aisha apotea kwenye game gemuwasana mwenyewe, ameigiza movies, kipindi cho na mume wake wa sajuki Aisha kaisha, yani haiko tena kwenye mm. nini kwenda an, kwenda inaitwa end nini? yaani kaishapotea kwenye macho wa Tanzania mm. Mm. Lakini wewe ukiangalia, hata kama penzi la kweli, unadhani pia uh, wastara wanaweza wakadumu kwa muda mrefu na Dudu Baya hawawezi kudumu na Dudu Baya, kwa sababu wewe ni kama mtu wake karibu, umeshuhudia yeah. maana kwa sababu baada ya yeah, Sajuki kufariki kuna mahusiano pia yalipita hapo kwa Wastara, kuna ndoa zilipita. Wewe unamfahamu Wastara? Ya, yeah, yani kuhusu ndugu yangu mtangazaji, mimi sitaki mm. niwe mnafiki. Mm. Upande wa Wastara kudumu na Dudu Baya ni mm. uongo. Mimi nakumbuka kama mahusiano ambao nimeyashuhudia sana ya nani, wewe, ya Wastara ni mengi. Mm. Kuna kijana mmoja alikuwa anafanya kazi Channel 10 ni ila kidogo simkumbuki jina, alikuwa ni kijana moja shombo shombo hivi mm. alikuwa naye kwenye mahusiano hivyo, akakaa naye baadaye penzi likafanyaje, likavunjika mm. akaka, akakaa akakaa hivyo hivyo tu, akaja akapata tena jamaa mwingine mwaya huyo mm. mwaya akanua mpaka vitu vya production Wasta kanua vitu vya nini vya production mm. alivyonua vitu vya production akakaa naye akakaa naye jamaa vitu vya production akafanyaje, akatoroka navyo mm. akawa tena mahusiano yakawa amefanyaje yamevunjika n hmm. Yani ni mtu ambaye hawezi kudumu na nini na mtu yani, yani wow, Wastara kwenye mahusiano na tatizo eh e, kwenye mahusiano atakuwa na tatizo maana, adumu na watu yani, adumu na watu, unahisi oh, nini nice. kikubwa atakuwa nacho, ndio maana mahusiano yake yadumu, mahusiano yake yadumu. Wastara ni ane mtu anayependa vitu vizuri ah. e, ni mtu anayependa vizuri yani. Lakini ni mrembo yule. Ni mrembo lakini anapenda vitu vizuri. Unajua katika maisha sasa hivi mm, au mahusiano sasa hivi inabidi ni watu muweze kuvumiliana mm, muweze kustahimiliana mm. Sasa hivi kila mtu naona kila sasa hivi ndoa nyingi zinavunjika. Unajua sasa hivi mapenzi sasa hivi mm, na mapenzi ya miaka 2000, miaka 2003, miaka tisini mm. ni tofauti na mapenzi sasa hivi. Mapenzi sasa hivi amna yale mambo tuvumiliane mm. kwenye shida na raha. Sasa hivi tuvumiliane kwenye raha tu mm. kwa sababu unakuta mtu sasa hivi anaangalia pesa, angalia ile ikupende le. Leo sasa hivi unaweza ukawa na mwanamke ndani siku mkilala njaa siku moja, siku mkilala njaa siku moja, kila mm. mtu anajua kwamba watu wafanyaje kwa wamelala njaa mm. Lakini yale mapenzi ya kweli siku hizi hamna, hamna yani. Hata Wastara ndio hivyo, ni mtu wa kupenda pesa ni mtu mm. wa kupenda vitu vizuri, mtu wa kupenda starehe ndio maana mm. adumu kwenye mahusiano akiwa akiji, akiji, akiji, akiji ni mtu wa kutoka kupenda starehe mm. na kuja kupenda mahusiano ya ukweli, atadumu, lakini akiwa ni mtu wa kupenda starehe kula bata nini, hatakuwa kwenye mahusiano akadumu, lakini mara nyingi huwa anapata kuugua ugua. Rafiki zao wanapata wapi muda kuja starehe? mimi kuugua kwa Wastara, mimi ndugu mtangazaji mm. na kupinga Wastara anatafuta kiki yaumwa, narudia, ili jambo la kusema kwa uchungu mm. au muum. Lakini tuli, tuli tuliwahi kufanya interview na wewe ulikuwepo shahidi, nilisasa Wastara naumwa, tulikuwa pamoja siku hiyo. Sawa mimi nilikubali ndugu mm. mtangazaji nikasema Wastara fanyaje anaumwa kweli, lakini baadaye nilipo kuja kutoka situation ile mpaka nikaibua simu nyumbani kwake mm. nilikuwa mimi ndo kumunguza kipindi kile aliponiita nyumbani kwake, naenda kumunguza kumwangalia, hapo nilivyompambania na baadaye akaja kunifanyia figisu wakanibia simu zangu, na wakaniambia, na mimi na mimi sikuna simu ya mtoto wao imepotea. Baadaye aadae wakanitishia mm. wakaniambia nikisema popote wananifanya kitu kibaya, nikaona ni Wastara au, kwa sababu mimi nilimpambania mpaka kwa mkuu wa mkoa Charamila. Eh, nikamwambia rafiki yangu do Charamila, naomba msupport wa Wastara dada yangu anaumwa. Akaniambia, mzee wembe, haina shida mimi nitafanyaje, nitamsupport na, nita na kweli, kesho yake zikapigwa simu kutoka kwa mkuu wa mkoa. Anambia mimi natuma watu, watu wangu. Waje wapi? Waje huku. Akaja kwa asubuhi kwa Wastara kuja kumuona. Mm. Yeah, yani ni, ni mtu mbaya anafanya tu kiki. Ni wasanii wa Bongo shazo ya kiki. Sawa. Yeah. Wewe ni mtu ambaye huwa anajitoa sana kwa wasanii, kuwatembelea kwenye misiba, kwenye kuomba. Tuzungumzie swala la Mkubwa Fela. Vipi? Ushafanikiwa kumuona? Eh, Mkubwa Fela nishabatika kwenda kumuona. Anataka msaada mkubwa sana. Atakiwa aende India. Mm. Eh, nilienda kumuona nilienda kumuona kule anaumiza sana mm. Ila kiukweli mimi nizungumze, labda hao mkubwa Fela alikuwa ni manager wa wasanii wengi wa kina Kayumba mm. Wasanii wengi wamvita mkononi mwake mwako akina kuna wasanii wakila takina Baby Black na kibindi walipitaga sana mkononi mwake mm. Kuna msanii mmoja alikuwa anaitwa aliimbaga nyimbo inaitwa Sugua Gaga mm. Ila kidogo jina lake limenitoka, eh ali alikuwa na meneji sana wasanii lakini kipindi kile, na meneji wasanii mm. mimi kuna skshai kuisikia ile, nahisi ni kweli wale vijana wakina Silei wakina Mboso wakina Eno Kibera wakina Beka Flavor walijengewa nyumba kule mm. Kisewe Mbande kule Kisewe wajengea nyumba, lakini nyumba nasikia mpaka razi ya kuisha vizuri mm. lakini pia wale watoto walikuwa wanaenda kwenye show mm wakienda kwenye show kupiga milioni wakipiga show milioni mia tano mm. wale watoto wanaishia kununua nini? kununuliwa nguo na mkoba fera. mda mwingine mm. watu uweze kuwafanyisha show watu, watoto wadogo ni kitu ambacho aki make sense walipata jina lakini, na wakasikika eh, jina walipata lakini, pia kwenye mambo mshiko. Mnajua mimi kipindi kile wa kina Asilei mm. wako kule, mimi nilikuwa mm. wakinay, na namba za, mimi siwe mnafiki mm. kina Asilei wa kina Beka kina wa kina Eno Kibera wa kina Beka Raver, na huyu Eno Kibera na Asilei, nilikuwa na namba za na namba zao nilikuwa na hasa nao, yani walikuwa ni wa, madogo wakikaa kidogo ni madogo wa madogo kupiga vizinga mm. eh. Kipindi kile mimi bado sijaitwa Mzee Wembe, nilikuwa uh -huh. naitwa King of Love da tayari uh -huh. e, ushajulikana eh, nilikuwa nashamba kwa nani, e, pia kwa na kiyam, wa King of Love, naomba utusaidie nini, utusaidie utusaidie vipi na nini? Tuna shida ya nini? Tuna shida ya hela, yaani hapa tulipo sisi, tuko kwenye nyumba hiyo, nyumba alikuwa amejenga nyumba kama kota mm. na tuwezi kutoka huko ndani yale yani, mm. kwa na nisumbua madogo na support sana mm. yeah. Sawa, kwa na hili swali ambalo lilikuwa likizungumzwa kipindi hicho ambacho mkubwa ameanza kuumwa, kwamba wasanii wengine hawajitokezi kumchangia, wengine wanamtelekeza, wanafanya kitu kama hiki. Kwako unazungumziaje kujitokeza? Unajua, iko hivi, watu wengi wanaogopa kujitokeza. Wanajua huyu jamaa anatafuta kiki, au wanajua hizo hela ataenda kuzifanyia starehe, yani mm, aumwi yani hmm. watu wengi wale walioumwa, walio tangaza wanaumwa, afa akakuta hawaumwi. Kumbe hizo hela alikuwa anatafutia kiki ndio ma yani, wanatafuta kikirwa wa, wanaumwa wapate hela. Ndio watu wengine, mtu akiumwa wa kweli mm. wanashindwa kumsaidia hapa. mm. juzi kati hapa kuna mm. taarifa moja niliwahi kuiona ya msanii mm. watu wengi wamemfuata wakafanya na interview mm. na akionyesha kwa, kuna jicho moja lilikuwa linaonekana kama anaumwa. nani huyo? huyu anaitwa Bob Junior, mm. rais wa Masharobaro Tanzania nzima alikuwa anajitambulisha mm. hivi kwenye nyimbo zake mbwembwembwembo nyingi, yule mtoto yule mm. sasa alitangaza kwamba anaumwa kweli watu wakale wajitokeza wakamchangia, mpaka akamwomba daktari Suluhu Samia Suluhu Hassan, mm. daktari wetu rais wetu mm. eh, mama yetu kipenzi kwamba anaumwa anaomba nini msaada mm. kweli watu wakafanyaje, wakajitoa kwenda kumchangia, lakini mwisho wa siku nikaja kuona tena video tuamemnulia mwanamke gari ah, Bob Junior. Eh, Bob Junior, na alikuwa anatangaza anaomba msaada mm. eh, sasa una, unasema, unaomba msaada tena unakuja kumnulia mwanamke gari tena gari la gharama gari ya bei Inamaanisha nini? Ajaenda. Hiyo hela amechangiwa na watu ndo kanunulia mwanamke gari. Wasanii wanatuchezea tu akili. Kwa macho yangu mpaka sasa hivi mm. ni msanii mmoja anaitwa Zimwi Domora Mamba au jamaa kakonda, mm, kaisha mpaka kimonea, unamwonea huruma. Mi ninaenda siku moja pale Mbagara nikashinda naye siku moja, wasanii wamejitokeza? hata kumfariji kum, kum kutoa chochote kumuona. Wasanii wamekuwa ni wa, yani wamekuwa ni waoga, wamekuwa mm, ni waoga, ndugu za ndugu yangu, mtangazaji, wamekuwa ni waoga, mm, wanaogopa kumchangia, kwa sababu watajua ni yale yale, wanaomchangia ni wachache sana. Yule kweli anaumwa kweli, yule anasumbuliwa sana sana sana, mpaka ulikimwona mwili wake amekonda na ameisha

Hasa hapo, kwa nini anunulia mwanamke gari? A, hapo napinga kumnunulia mwanamke gari afu naita watu wa media waje kuona hmm. Hilo gari lazima kuposti hmm. Watu waone kwamba tu, ulikuwa unatuomba msaada, tumekuchangia. Je, yeah, hiyo hela imefanya kweli kazi ambayo ulikuwa umeiombea hiyo hela hiyo? hmm. Ni utapeli, wanatufanya utapeli. Sio wasanii tunatafuta hela kwa jasho, afu anakuja kutapeli. eh, ni kama vile ambavyo alimpenda naisi nice bwana naisi ah, nilimpenda Nice ni kiukweli, yule mtoto mkale. We, mtoto wa ki, kichaga yule, muone jinsi alivyo mtoto hata kumwangalia mm hana -hmm. hata doa yani. Kanga, mtoto kang'aa, mtoto kamile meta kamemeta mm -hmm. ah. E, mmefikia wapi s mpaka sai mshakutana naye Nice? Ah, Nice mpaka picha niko naye ambapo tuko tunakula msosi. Kwamba mmeshakuwa na mahusiano okay? au tu marafiki eh? tumeanza urafiki kwa sababu mahusiano mazuri anaodumu mm -hmm. ni yale mahusiano yanaanza na urafiki, baadaye mna Naendelea na mahusiano mwingine. Ni kweli king lienda Serena au unatupanga? Serena mpaka picha zipo nitakuonesha kwenye simu mm. Eh. Pezi linishata shata, pezi limenoga mtoto akichaga mm. eh na Isa Nice, alitangaza bwana kuachana na kazi ya kondakta. Unajua wewe ni mtu wake wa karibu pia. Ili nalifahamu. Eh, hilo una swala mimi alinambia na kweli mpaka mm. sasa hivi Nice hayuko tena Tirisho bus mm. service. Sasa hivi Nice anauza dawa za kupunguza vitambi. Ah, ndio maana e, naye amejipunguza e, lakini watu wamejaji mwonekano wake. Mwanzo waliujaji na sasa vile alivyopungua. So jua watu tena wakosi ya kuzungumza. Eh, watu mm. wa wabongo atukosi maneno, atukosi figiswe. Mm. Eh. Lakini mwonekano wake mimi naona kama mimi mtu wake wa karibu sawa tu. Kwa hiyo kama mtu ambaye unampenda naye sivyo ilivyokuwa mwanzo, chibonge, na sasa hivi muonekano upi ambao unakuvutia zaidi? Muonekano unaonivutia sasa hivi ni huu aliyokuwa nao sasa hivi. Njoo mimi napenda mwanamke kipota abo kama Dina Nyange. Wewe well, usiniambie. Dina yeah. Yeah. huyu wa mzungu. Eh, yeah, Dina huyu huyu wa Morogoro huyo. Kwa hiyo tena tumetoka tena kwa naisimushi tumetoka kwa Dina. Ah, yaani mimi napenda kwa wanawake vipota abo yaani. Kwa nini umtolee mfano Dina Nyange? Yaani yaani unajua yeye kipendi kile mimi naanza mm. kwa asili kwa mambo wa sanaa. Mm. Niko nikiangalia kale katoto kwa jinsi karibu kae na ile nyimbo yake Bali naba nivute kwako. Kwa, ah mm. nilikuwa na changanga nikiwa maskini mtoto wa watu yaani ni kama vile hauna msimamo King. Ah, msimamo wangu mimi sasa hivi uko kwa Nice ki kweli, mm. asinielewi vibaya, mtoto wa watu, msimamo wangu yuko kwake, kwa nampenda sana Nice mm. Eh. Kwa hiyo tayari nimesha mwendea kama ulivyomwendea ndugu yetu Msepeti kwa Asijamu kwa witch doctor. Sijamwenda kwa witch doctor. Mm. Eh ni mapenzi tu tuko nayo lakini, mm. kwenda kwa witch doctor hamna. Mm. Eh kwa sababu nilifanya mbinu, zianza kufanyika nikampata kiala. mm. kiala sasa hivi niko naye na tamba naye. Watu wanaulizana maswali mm. ila mimi niko naye mtoto wa kichaga Yani, nilihangaika yani, ni, ni, ni, niliumiza sana moyo mpaka yani. Mm. Leo niko naye. Sawa, tumezungumza mengi, labda na kipi cha kumalizia King Mzee Wembe? Kuhusu kimoja cha kumalizia labda, mm, niwashukuru sana 69 Media, mmekuwa watu wangu wa nguvu ambapo, mm, kuna jambo mmekuwa ni watu wangu wa karibu. Cha muhimu mimi ni kuwazidi kuwaombea kwa, kwa, ombea, kwa Mwenyezi Mungu hawabariki pia mashabiki zangu mbao wanapenda kunifuatilia kama official Kingi Mzewembe, niwape taarifa kwa sababu sasa hivi YouTube sipo. Eh, YouTube yangu ilileta shida, lakini kwa sasa hivi nipo mitandao ya kijamii kama Facebook napatikana kama Kingi Mzewembe og pale Facebook, kama Kingi Mzewembe og Instagram. napatikana kama official Kingi Mzewembe, ila username yangu ya Instagram napatikana kama official Kingi Kashumuni. Eh, pale Instagram official Kingi Kasumuni username jina mm. Kingi Mzee Wembe. Ukiona ukiangalia pale profile picture, utaona mm. nimeweka picha niko na yule mdada ambayo anaitwa Miriam. Chi, mm. anaitwa Miriam. Mimi mi, anaitwa Miriam. Chilwa. Ah, huyu biharusi. Wale biharusi ndio niko naye kwenye ile profile yangu ya Instagram. Pia namba yangu ya simu ambayo napatikana wa WhatsApp 24 hours mm. au masaa 24 ni 06 Mm. ndiyo namba yangu ya WhatsApp, mbona napata masaa ishirini na manne ya WhatsApp. Yaani, hiyo namba ni muhimu, kwa sababu msije mkakutana na matapeli wakaambia, toka toka nimepata ustaa umekuwa mkubwa. Toka nimezimia kwenye msiba wa Grace Mapunda, nilikuwa nikikutana DM nyingi sana watu wakiniambia kuna watu wengine sasa hivi wanafungua akaunti mtandao wa kijamii wana wanajiita Official King Mzembe. Tunawatumia era waambie utatufanyia connection ya interview, kumbe sio mimi, ni watu. Namba yangu ya simu ndio kwa mara ya mwisho, ndugu zangu wa Tanzania, msikate plan na watapeli wanao watapeli kutumia jina langu. No, namba yangu ya simu ni 06 95 70 95 88, Official King Mzembe. Na ukiingia pale WhatsApp utakuta picha yangu mimi mwenyewe niko na mtu maarufu yoyote, ndio ndio mimi. Eh, e, nashukuru sana mm. Yeye yeah, anasisitiza watu pia wasisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele 69 mm. Media kwa habari nzuri zenye kueleweka ambazo za kwenye spoti wapo na kwenye habari za wasanii na siasa wapo, tunawakaribisha okay. Sana muendelee kusupport mm. Hii media ni kubwa sana iko hapa Tanzania. 69 Media ni kiboko yao. Mabisho wote wanakoma 69 Media <laughs> Love you so much. God bless you. Okay. Haya, kimzembe kamaliza yote mimi ni Sami Baby, lakini pia ni follow Instagram, TikTok Sami underscore baby. Unakuwa umeitisha sasa, tunamalizana hivi. Behind the camera, japo upendi kutajwa, wewe ni mtu mbadi sana Alan, director wangu wa maana kabisa. Till next time. Bye-bye.